Iran imemuonya Rais wa Marekani Donald Trump kwamba katu asije kuthubutu kuchukua hatua yoyote ile dhidi ya kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei. Hatua hii ya tamko hili kali la Iran dhidi ya Trump inakuja siku chache baada ya Marekani kutoa wito wa kukomeshwa kwa utawala wa kiongozi huyo wa Iran wa takribani miaka 40, hadi sasa. Trump anajua kwamba ikiwa mkono wowote wa, wa uchokozi utakaoelekezwa kwa kiongozi wetu, si kwamba tu wataukata mkono huo, bali watawasha moto, alisema jenerali Abolfazi Shekachi, msemaji wa vikosi vya jeshi vya Iran. Maoni hayo yalikuja baada ya Trump kumtaja Khamenei katika mahojiano na Politico Jumamosi kama mtu mgonjwa ambaye anapaswa kuendesha nchi yake ipasavyo na kuacha kuwaua watu, akiongeza kwamba ni wakati wa kutafuta uongozi mpya nchini Iran. Mvutano kati ya Marekani na Iran umezidi kuwa mkubwa tangu kuanzishwa kwa msako mkali wa mamlaka dhidi ya maandamano yaliyoanza kupinga uchumi wa Iran unaodorora na yalifanyika kuanzia Desemba ishirini na nane mwaka jana. Rais Donald Trump amechora mistari miwili mikali kwa Jamhuri ya Kiislamu. Mauaji ya waandamanaji wa amani na Tehran kufanya mauaji ya halaiki baada ya maandamano. Meli ya kivita ya Marekani ya USS Abraham Lincoln ambayo ndiyo iliyombeba Maduro pia baada ya kutekwa, ambayo ilikuwa katika bahari ya kusini ya China katika siku za hivi karibuni ilikuwa imepitia mlango bahari wa Malaka, njia kuu ya maji inayounganisha bahari ya kusini ya China na bahari ya Hindi kwa mujibu wa ufuatiliaji wa safari za meli hiyo. Afisa mmoja wa jeshi la wanamaji la Marekani akizungumza kwa sharti la kutotajwa jina alisema meli ya kubeba ndege na meli tatu za kivita zilizoandamana nazo zilikuwa zikielekea magharibi. Hata hivyo, taarifa zaidi kutoka kwa maafisa wa jeshi la majini na wengine wa ulinzi wameshikilia msimamo wao kwamba meli hiyo ya kivita ilikuwa ikielekea Mashariki ya Kati, uelekeo wa mashariki katika bahari ya Hindi, hiyo ikimaanisha kuwa siku chache itakita kambi. Hii si mara ya kwanza katika hivi karibuni kwamba kundi la meli za kivita zilizotumwa Pacific kuhamishiwa Mashariki ya Kati ili kushughulikia ukosefu wa utulivu katika eneo hilo. Meli ya Abraham Lincoln ilihamishwa hadi Mashariki ya Kati mwaka 2024. Idadi ya vifo kutokana na maandamano ya Iran inatajwa kufikia 4519 Shirika la habari la wanaharakati wa haki za binadamu lenye makao yake makuu Marekani lilithibitisha idadi hiyo ya watu waliopoteza maisha. Idadi hii ya vifo vilivyotokea nchini Iran inazidi ile iliyotokea katika machafuko ya miongo kadhaa yakiwamo ya mapinduzi ya mwaka 1979 yaliyounda jamhuri ya, ya Kiislamu, ingawa hakukuwa na maandamano yaliyodumu kwa siku nyingi zaidi kama haya yaliyotokea safari hii. hii ni TriGen Media na mimi ni Dennis Mwasalanga.